Ezekieli 21 na mstari ule wa 27, kuna maombi ya kupindua kila vilivyokalia urithi wetu. Hebu sema kupindua, hebu sema kupindua, hebu sema Kupindua. Kuna mtu alipasa e kwenye nyumba yake lakini kuna vitu vimekaa pale kuzuia kuna yes. Mtu alipaswa kwenye kiti cha ubunge pale bungeni, lakini kuna mwovu mmoja amekalia kiti chake. Nisema, ni Nina Nina kumpindua. sema ninaenda kumpindua sema Nina ninaenda kumpinduaa Nina Nina kumpindua. Nina. ni maombi ya nguvu na kumaanisha, kuna mtu alipaswa anamiliki kiwanda saiza, anamiliki kiwanda, makampuni makubwa, biashara za kuvuka mipaka, lakini kuna mtu amezuia mahali pale. Ezekieli inasema hivi Ezekieli inasema hivi, Ezekieli 21 na mstari ule wa 27 inasema nitakipindua, nitakipindua, nitakipindua mara tatu. Kama unafungua hiyo andiku, fungua tuweze kusoma kwa pamoja. Anasema nitakipindua, nitakipindua, nitakipindua, hiki nacho hakitakuwa tena, na neno nasema hivi, hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake, nami nitampa. Mungu anangojiaje mtu ambaye ni fungu lake ampatie. Haleluya. Amen. Tunaenda kupindua waliokalia viti vyetu kwenye biashara, kwenye uwekezaji, yes, kwenye uongozi. Tunaenda kuangusha waovu wote. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Rudia maneno haya, sema, sema linapindua kila kiti cha mwovu aliyekaa kwenye urithi wangu, kwenye Jina la Yesu sasa, ninapindua na ninaondoa kila aliyesimama mbele yangu, yangu. yangu. yangu. kunizuia mwaka huu hu, nisifikie hatima iliyokusudiwa katika jina la Yesu. Hata kupindua, anza kupindua, hata kupindua, aa kupindua, ninapindua kwenye uongozi, ninapindua kwenye uongozi, kila ofisi ambapo ananizuia ananizuia, anataka rushwa, anataka rushwa, anataka kuhongwa, anataka rushwa. Ninapindua kiti, kiti chake, ninapindua kiti, ni kiti, ni kiti chake ni kiti chake kila kilichokalia urithi wangu kila kilichokalia urithi wangu, ninakipindua ninakipindua ninakipindua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Chochote ambacho kimekalia urithi wangu wa biashara, wa familia, wa uwekezaji, mwaka huu na kipindua, mwaka huu nakipindua mwaka huu nakipindua katika jina la Yesu. Lazima nifikie ile hatima ambayo Mungu ameikusudia, lazima niifikie, lazima niikusudie. Yale maono ambayo Mungu ameniaminia, lazima niyatimize, lazima niyatimize, lazima niyatimize. Kila waovu wanaosimama kunizuia nisifikie hicho kiwango, ninawaangusha ninawap

Katika jina la Yesu, ninapindua viti viti vya waovu waliokaa kwenye maofisi kuzuia ajira yangu nisipande cheo, waliokaa kwenye maofisi kuzuia nisifaulu mitihani mwaka huu, ninawapindua, ninawaondoa. Angusha viti vyao, naweka moto kwenye nafasi zao, katika jina la Yesu. Kila waovu mari popote walipo, wanaonifedhesha, wanaofedhesha maisha yangu, wanaofedhesha jamii, wanaotesa maisha yetu oh! fedhehesha jamii yetu, tunawapindua waovu wote, tunawaangusha kwa damu ya Yesu. Waovu wote ambao wanalifedhehesha taifa hili, wanalifedhehesha taifa hili, wanafedhehesha maisha yetu, tunaangusha, tunaangusha kafara zao, tunabomoa bomoa madhabahu zao za giza, madhabahu zao za uovu

tumeelekea kumalizia maombi yetu, tunatamani wakati huu, tupo mwezi wa kwanza, tuna watoto wetu ambao wanaingia, wengine kidato cha kwanza, kuna wengine wanabadilisha watoto wetu